Usione mwendawazimu ukamdharau, ama chizi ukamdharau, anaweza kuwa yule chizi, yaani si chizi wewe, ndio ni chizi. Anaweza kuwa yule anaumwa, wewe ndio mwendawazimu, kwa sababu a vitendo vyako umzimu, nafanya vitendo kama mwendawazimu, lakini yule anaumwa, ndio maana anafanya vile. Kwa hivyo, anaweza kuwa wewe ndio chizi, yule akawa anaumwa tu nasikia. Kwa hivyo unavyofanya, una, una kitu jiangalie, hiki kitu ni cha uchizi ama mweneza, manena, hmm. Unasema muendazimu. Ni cha vipi? Unaweza kuwa unafanya maneno lakini unaonekana kama mwendazimu. Unasema yule ni mwendazimu. Hapana, yule anaumwa, wewe ndio mwendazimu. Ni mwendazimu kwa sababu ya mambo yako unayoyafanya si ya kibinadamu, ya mtu mbae amechizika, yaani mwendazimu anakichaa kabisa ndio wewe na uko mzima. Sasa ule mwenye anaenda wazimu na usiku unamwita, anaumwa. wewe ndio chizi.